Rais Dk. Mwinyi amesema hatima ya taifa imo mikononi mwa vijana kwa kuwa zaidi ya asilimia sitini na tano ya wananchi ni vijana na ndio waliojiandikisha kwenda kupiga kura na kuwasisitiza kulinda amani ya nchi kwa nguvu zao zote. Toka tumeanza kampeni, ukiwasikiliza wenzetu husikii neno amani, unasikia siasa za chuki, uongo na masuala ya ubaguzi . Basi mimi nasema toka tumeingia madarakani tumehakikisha kwamba nchi yetu ina umoja wa wananchi wake na tuna maridhiano na ndio maana mpaka leo tuna amani. Kwa hivyo ndani ya nchi yetu sasa hivi habaguliwi mtu kwa asili yake wala kwa rangi yake wala kwa dini yake wala kwa nasaba yake, sote ni wamoja, sote ni Wazanzibari na ndio maana tuna amani na ndio maana tumefika hapa kimaendeleo tuendako. Ndugu zangu, nataka niseme moja, asilimia zaidi ya 65 watakao piga kura katika uchaguzi huu wakishukutwa unaokuja ni vijana. Maana yake ni nini? Maana yake ndio vijana ndio watakaofanya uamuzi wa hatima ya nchi yetu. Nakusihini sana vijana, muhakikishe kwamba CCM inashinda kwa sababu ndiyo hatima njema kwa nchi yetu. Ameahidi ajira kwa vijana wengi zaidi na kwamba serikali inajipanga kuleta wawekezaji wengi katika sekta ya viwanda kuja kuwekeza Zanzibar ili kutoa fursa kwa vijana. Mimi kama kuna jambo ambalo silipendi ni kushindwa. Kwa hivyo ahadi yangu ni kwamba katika awamu ijayo, kipindi kinachokuja, swala la ajira itakuwa ajenda namba moja na italivaliwa njuga, tuvuke leo. Sasa ajira hizi zitakuwa katika sehemu tatu. Kwanza serikalini, tunawahitaji wafanyakazi wengi wa serikali, upande wa afya, upande wa elimu kwa maana ya walimu, upande wa vikosi vyetu Alimradi tutaajiri vijana wengi katika serikali na ahadi yangu ni kwamba tutakutizameni vijana. Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Mohamed Said Mohamed amesema UVCCM ni nguzo ya kusaka kura za wagombea wa Chama cha Mapinduzi ili chama hicho ushindi wa kishindo tarehe 29 Oktoba, kuwahamasisha wa kupiga kura vijana wote wakati ukifika, lakini jambo la pili kujitokeza kwa wingi kupiga kura za ndio, na jambo la tatu kulinda maslahi na misingi ya chama na na, na, ili kisihujumiwe na wapinzani na maadui zetu huko. Nikiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Hashim Kasim Daily News Digital.